Huu mchezo ni lazima ukome. Machifu wote katika kaunti hii, nataka muwe katika mstari wa mbele kukomesha uovu huu kwanzia siku hii ya leo, ili jukumu la chief na madio my, my assistant county commissioners na the David county commissioner pamoja na asasi zote za usalama kushirikiana kwa hali na mali kuhakikisha kwamba hali ya usalama inarudi jinsi tulivyokuwa tumeitengeneza. Halikadhalika, kwa wakazi na viongozi wote wa Garissa, ilijukumu lazima tulishikilie sote pamoja, kwani usalama ndio msingi wa maendeleo. Ukosefu wa ajira au ukosefu wa kazi sio sababu ya vijana kuwa wahalifu. Na wazazi wamechangia pahali pakubwa sana, japo kuna changamoto zingine, lakini wao wamechangia sana kutetea watoto wao hata wakijua kwamba ni wahalifu. Waswahili wanasema chanda chema uvishwa pete, lakini na sisi tunashangaa na tunavisha pende pete chanda kiovu, na hilo halitakubalika. Tatizo la usalama sio hapa Bula Mzuri peke yake ama Waberi peke yake, shida hii iko Garissa nzima, na vijana kati ya miaka kumi na tano hadi miaka ishirini na tano hivi ndio wameamua kwamba wao hawezi kujishughulisha kutafuta riski ila kupokonya simu ama kutumia uwizi wa mabavu. Tutakushughulikia ewe kijana, kama mzazi ameshindwa kukushughulikia. Na hilo nawahakikishia wazazi, tutunze watoto wetu, tujue tabia na desturi ya watoto wetu, tushirikiane. Wakati watoto wetu wanapatikana na uhalifu Tujue tutasaidiana namna gani kuhakikisha kwamba watoto hawa wanarudi katika msingi wa nidhamu thabiti, bila wewe kupata hasara ya kuongada pesa mahala popote. Kwa hivyo, himizo hili naomba litiliwe manani sana na watu wakazi wote wa Garissa, viongozi wenyeji, wazazi na wote kwa jumla.